Ilikuwa ni miaka, ikaja miezi, zikaja wiki, zikaja siku, na sasa ni saa za kuhesabu kabla ya watanzania kutumia haki yao ya msingi ya kikatiba Oktoba 29 ya kupiga kura, na hapa tulipo ni kituo cha matokeo ama unaweza ukasema result center. Maandalizi yanaendelea katika ukumbi huu ambao utatumika kutangaza matokeo, ambapo kura zitakazokuwa zinapigwa maeneo mbalimbali za urais zitakuwa zinajumlishwa na kutangaziwa hapa, kwa kipindi chote kuanzia mchakato wa uchaguzi unapoanza mpaka atakapotangazwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Na atakuwepo hapa mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, Jaji wa Mahakama Rufani Jacobs Mwambegele, lakini pia atakuwepo mkurugenzi wa uchaguzi Ramadhani Kailima pamoja na wajumbe wote wa tume, lakini hapa pia wanatarajiwa kuwepo wale waangalizi wa uchaguzi wa kimataifa na wa ndani, lakini vile vile kutakuwepo na mawakala wa vyama vyote 17 ambavyo vimesimamisha nafasi za ugombea wa urais pamoja na viongozi wa vyama hivyo, na sisi Azam TV tutakuwepo hapa kwa kipindi chote hicho kufahamisha kinaga ubaga kinachoendelea tukishirikiana na wenzetu walioko maeneo mbalimbali kwenye kona za nchi ya Tanzania na mandalizi yote muhimu kwa ajili ya shughuli hiyo yamekwisha kukamilika. Mimi ni George Mbara, Azam TV, Dodoma. <tune>